Haujambo, mpenzi mtazamaji wa STV Online Media, leo na kuletea ujumbe uliotolewa na mkuu wa mkoa wa Simiyu Ana Mringi Macha jana tarehe kumi mwezi huu wa Disemba 2025, akiwa mbele ya baraza jipya la madiwani wa halmashauri ya mji wa Bariadi mkoani Simiyu. Ameweza kugusia jambo ambalo linatafakarisha kwa mtu au jamii inayolenga mikopo ya kijamii inayotolewa na serikali. Mkuu wa mkoa anasema kuna baadhi ya watumishi wamekuwa wakitengeneza vikundi visivyo rasmi, kisha wanachukua pesa na wanawapatia wale waliowapa vile vikundi pesa kidogo sana, na yeye anachukua pesa nyingi kwa ajili ya kuendeshea biashara aliyoilenga. Sasa na kupeleka kwa mkuu wa mkoa mwenyewe aweze, uweze kumsikiliza anachokisema, halafu utafakari. Je, nini kifanyike? Utatoa komenti pale chini, ni hatua gani zichukuliwe, mamlaka zifanye kitu gani kuhusu kuhakikisha watu sahihi wanaochukua mikopo ndio wananufaika. Mimi ni sitatuma na hii ni STV. shilingi milioni tano akaenda kuwagawia wale akina mama shilingi laki moja moja. Akina mama mpo? Aha, sasa, wale akina mama, yule bwana akienda kufanya biashara alikuwa anachukua zile fedha mwisho wa mwezi anawapa wale akina mama, wale akina mama wanarejesha kwa niaba yake. Alienda kununua ile pawatila pawatila, eh, kile kitrekta kidogo pawatila, akawa anafanyia kazi. Najua Mungu akiamua kukuadhibu, kile kipawatila kikaibiwa, ile pawatila kafanya nini? Ikaibiwa. Ilipoibiwa akawa ameanza kupata shida ya kurejesha ile mikopo. Basi sasa, hatua zikachukuliwa dhidi ya wale wakina mama. Wale wakina mama wakaamua kutaja utaratibu ulivyotumika, mpaka zile pesa zikapatikana. Kwa kweli, yule kiongozi ambaye ni miongoni mwa viongozi wenzetu ali aliaibika sana, aliaibika sana, alikosa heshima, na mamlaka zilizokuwepo pale kwa kweli zilimshughulikia, na inakuwa si jambo jema. Hivyo ndivyo ilivyo kwa baadhi yetu kwa baadhi yetu sisi kama viongozi na kwa baadhi yetu sisi kama watendaji wa halmashauri. Mheshimiwa Mkurugenzi, hili silisemi tu kwa mwenyekiti ambaye ni mkuu wa hawa wa madiwani au kiongozi wa madiwani, na hili nalisema kwako kama mkuu au kiongozi wa watendaji wako, kwamba miongoni mwenu huwa kuna collusion. Collusion ya diwani au collusion ya kiongozi mwingine wa kuchaguliwa na kiongozi wa ofisi yako kiongozi wa ofisi yako hawezi kufanya peke yake, wala kiongozi hapa hawezi kufanya peke yake. Ninaamini kwamba sifa mliopewa waheshimiwa madiwani mtaendelea kuitunza, ili tusiingie katika katika katika katika mgogoro huu. Lakini lingine, mheshimiwa mwenyekiti, ni juu ya kusimamia nidhamu ya watumishi. Waheshimiwa madiwani mnayo dhamana.